Unajua wakilishi wetu wanalipwa nini? Mbunge kwa mfano nikuchukulia mbunge analipwa posho, posho ya kawaida, mshahara wa kawaida. Mshahara wake si mkubwa sana, milioni nne tano sita, si mkubwa huo huo, ni kama mtumishi wa umma tu. Halafu kama angekuwa ana vigezo hivyo, kwa sababu mtumishi wa umma analipwa mshahara wa milioni tano sita, ni mtumishi wa umma mwenye shahada ya uzamili au uzamili, lakini mbunge sifa yake anatakiwa ajue kusoma na kuandika Kiswahili au Kiingereza, au sio? na Kiswahili au Kiingereza, lakini analipwa hivyo. Lakini mimi nadhani hiyo ni sawa, kwamba analipwa takribani sawa sawa na mtumishi wa umma, lakini hiyo ni mshahara, ila anaziada ana posho, halafu ana posho ya vikao. Hii posho nilizungumza mwanzoni sio ya vikao, hiyo posho inaitwa posho, halafu ana posho ya vikao. Halafu ana kitu kinaitwa posho ya mazingira magumu, si responsibility allowance, yani posho ya mazingira magumu yani, ya utendaji kazi kwenye mazingira magumu. Sio mazingira magumu? Ndio, ndio mm. kukutana na ninyi Sijaelewa. <laughs> Lakini hiyo hiyo, kuna posho nyingine tena inaitwa posho ya wajibu, posho ya uajibikaji, posho ya wajibu, mm. Halafu kila miaka mitano inapoisha, ana kifuta jasho, ana kitu kinaitwa kinua mgongo ambacho sio kidogo. Mm, ni unaweza kupenda kujua kidogo mm, kwa mwaka kama huu mm. Kinu, kifuta jasho cha mbunge, asante mbunge kwamba umekuwa mbunge kwa miaka mitano mm, milioni mia tatu na themanini. Kifuta jasho kidogo, lakini unakuta katika ule e, muda wake wote aliyokuwa mbunge, kwa mwezi mmoja mbunge anapata kama milioni kumi na nane, okay. Nikiunganisha hizi posho, ana mafuta sasa nakuja vitu ambavyo sio fedha. Ana mafuta ya ku yanaitwa mafuta ya ubunge, mafuta ya jimbo constituency, eh, fuel allowance ambayo ndugu yangu lita mia tano kwa wiki. Alafu ana najua unaanza kuhema. Alafu ana pasi ya kidiplomasia, unaweza kaniuza mimi Nami nafundisha diplomasia. Yeah. Kwa ni pasi ya diplomasia ni ni kitu yani? Ni kitu gani? Gani? Yani ina, ina shida gani unaepushwa na kulipa